Kwengineko ni kwamba changamoto za ukosefu wa ajira, miundo mbinu duni ya elimu ni miongoni mwa sababu zilizotajwa kuchangia viwango vya elimu eneo bunge la Lamu Mashariki kuendelea kudorora. Katika mtihani wa kitaifa KCSE wa mwaka jana, kati ya wanafunzi 250 waliofanya mtihani huo kwenye shule sita za upili zilizoko eneo hilo, ni wanafunzi 93 waliopata alama ya E. Wakizungumza kisiwani Amu, wadau wa elimu huko Lamu Mashariki wametaka viongozi wa Lamu kushirikiana ili kuboresha elimu katika eneo bunge hilo. Udhaifu wetu Lamu Mashariki, kwa mfano tuna shule sita za sekondari, lakini utapata ya kuwa badala ya kuziimarisha hizi shule uziekee malabu ya kutosha na malabari. Mbunge aliyoko hivi sasa anajenga shule nyingine ya secondary akiipatia location ya zaidi ya milioni 30, kwa sasa, na ilikuwa yafaa fedha hizi zitumike katika kuimarisha shule ambazo ziko hivi sasa. Kwamba viongozi hawawajibiki na sisi, hawana huruma na sisi, ndio maana kaona hakuna elimu, hakuna chochote, huni mwingi na na vibaya, karibu ni mpakani, ndio vijana wengi pengine wanapotea potea, wanaingia kwenye mpango wa Somalia wapi huko, kwa sababu hawana kaa. Jambo la elimu bila shaka huwa latakikana liwe na hadhi kubwa na ufanifu mkubwa kwa Lamu East, lakini kwa masikitiko ni kwamba vijana wetu wanaanguka, wanafeli kwa sababu ya mazingira, mihadarati ambazo za vuruga zile akili mzuri na na kuchafuka na kuambaya